Lakini wewe ni rafiki wa wote. Kule Karatu wamekukumbuka Baba Askofu Rugenge pamoja na watumishi wengine na vikundi vyako vya ngoma, wamesikitika sana kule maha. Lakini sisi tumekuja tu kukuona, kukuona kumshukuru Mungu pamoja na wewe. Tunajua Mungu amevuna kilicho chake, lakini sisi maisha lazima yaendelee. Eh, maisha lazima yaendelee. Kwa hiyo Mesa atatupa pambio hapa, tutakapokuwa tumemaliza tutapata neno kutoka kwa mwinjilisti Mtoi. Baada ya hapo, tutaongea maneno mawili matatu, basi tutamshukuru Mungu pamoja na wewe. Karibu mtumishi wa Mungu. Amen, bwana asifiwa. Na mimi ni ende kutoa pole kwa Pasta Mary. Kwa kweli, uh, alikuwa ni rafiki wa karibu sisi hapa Dodoma, alikuwa ni mama yetu ambaye alikuwa anatupokea apokuwa maisha yanatupa, yametupa kusambaa toka kipindi kile, kila mtu amekuwa kwenye maficho yake, mwona kama mimi niko Geita wakati natokea tatizo taifa tafanikiwa Uh, mpakani mwa Rwanda na Tanzania Ngara. Muna, lakini ndio hivyo tuna, tuna mshukuru Mungu kwa kwa ajili ya mtu ambaye ameona mama ni wajibu sasa aweze kupumzika, maana ni safari ya kila mtu utakapofika. Kwa hiyo uh, kwa sababu tulikuwa tukifika hapa uh, tulikuwa tunaimba na yeye alikuwa anapenda tuimbe nyimbo za zamani kidogo, kabla uh, ya mtumishi wa Mungu hajatoa neno basi. Uh, ningeomba tu, tu, tusimame walau tupate hata pambio moja. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana imani yote yawezekana kwa imani yote yawezekana kwa imani yote yawezekana kwa imani yote yawezekana imani kwa imani imemwona ah.

Mwamba, mwamba, mwamba, mwamba, mwamba, mwamba. Yesu ndiye mwamba, mwamba, mwamba, mwamba, mwamba, mwamba, mwamba. Yesu ndiye mwamba. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya siku njema ya leo. Tunakurudishia sifa na utukufu juu ya yote ambayo umeyafanya wa familia hii ya mtumishi wa Mungu mchungaji wetu Mary ambaye umeweza kumchukua mama yake mzazi na amekuja kwako mbinguni kupumzika. Baba, wakati huu ni wakati ambao umekubarika kwa neno la faraja. Asante kwa sababu tumeimba, asante kwa sababu tumekuona wewe ukiwa mwaminifu. Dakika hizi tano za neno la faraja uacha ukatubariki na kutufariji katika jina la Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu, tumeomba. Amen. Amen. Amen. Basi kwa dakika chache hizi ambazo nimepewa na kiongozi wetu e, Masatu tutanisomea Zaburi ya 121, na, na hayo maneno nilipoambiwa na kiongozi jana kwamba nitakuwa tatoa neno la faraja kwa ufupi, yakanijia tu hayo maneno, japo yeye, yeah, alikuwa anataka nisome neno lingine, lakini Mungu amenipa tu neema ya kutafakari kidogo hayo maneno ambayo yameandikwa na mtumishi wa Mungu Daudi, kitabu cha Zaburi ya mia moja na ishirini na moja. Hiyo Zaburi na mistari nane, naomba mtumishi wa Mungu Masatu atusomee mistari yote nane, alafu tutakwenda kubarikiwa. Dakika ni tano tu ambazo tuko nazo, kwa sababu majukumu na mambo ni mengi sana. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya Dada Stella Joel, katibu mkuu wa Tanzania Music Foundation pamoja na Dr. Frank ambaye ni kaka yangu. Hawa watu wamekuwa wa baraka kwenye maisha yetu, wamekuwa wa baraka kwenye maisha yangu, na kiukweli tumekuwa na undugu wenyewe kabisa katika Kristo lakini undugu wenyewe katika damu undugu wa mwili, wamekuwa watu wa maana sana kutuunganisha na watu mbalimbali wakubwa katika taifa letu, na toka nimewafahamu, toka tumewafahamu, hatujajuta kuwa nao. Changamoto zipo nyingi, lakini Mungu huwa ni mwaminifu sana kwetu, kwa sababu sisi ni wanadamu na hatujakamilika. Mtumishi wa Mungu, soma hiyo Zaburi, tusome katika jina la Bwana. Zaburi mstari wa kwanza mpaka wanani. Nitayainua macho yangu niitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu ukatika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiuache mguu wako usogezwe, asisinzie akulindaye. Naam, hata sinzia wala hata lala usingizi yeye aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi mm wako. Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume, jua litakupiga mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Amen. Amen. Hayo ni maneno ya Mungu ambayo mtumishi wa Mungu Daudi aliyaweka na yakawa mpaka leo, tunayasoma mpaka leo, tunayatafakari. Bwana ndiye mlinzi wetu, tutayainua macho yetu na kutazama eh, milima. Msaada wetu u katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Anasema jua halitakupiga wakati wa mchana wala mwezi wakati wa usiku. Tunafananisha ya kwamba jua ni changamoto ambazo tunakutana nazo kwenye maisha haya, iwe ni msiba, changamoto ya afya, changamoto ya uchumi, changamoto ya kila namna, hilo limefananishwa na jua. Biblia anasema jua halitakupiga mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Alafu anasema nitakubariki kuingia kwako, nitakubariki na kutoka kwako, tangu sasa na hata milele. Mungu atabariki maisha ya familia hii, kwa sababu yeye ni Mungu. Aliamua kumleta mama na akaamua kumchukua, bado anastahili kuitwa Mungu na bado anabaki kuwa Mungu, kwa sababu anayafanya yote kwa makusudi yake na kwa njia zake. Kusoma vizuri kitabu cha Mhubiri sura ya tatu mstari wa kwanza, kila jambo lina majira yake, kila jambo lina wakati wake, kila jambo lina majira yake. Uko wakati wa kulia, uko wakati wa kucheza, uko wakati wa kufurahi, uko wakati wa huzuni. Wakati wa huzuni ni wakati wa kulia. Kwa hiyo tumeambatana na watumishi wa Mungu kuja kuyaleta haya maneno ya faraja katika nyumba hii kwamba yeye Mungu anabaki kuwa Mungu na anabaki kustahili kufanya mambo makubwa aliyoyafanya Hakuna kitu kinaumiza kama kufiwa na mzazi, kufiwa na mtoto, kufiwa na mke, kufiwa na mume, kufiwa na ndugu. Yote hayo mimi binafsi nimeyapitia, lakini Mungu anatufariji na kutukumbatia na ndiyo maana Mungu ametupa neema na heshima hii ya kufika kwenye familia hii. Kwa haya maneno machache, niseme tu, Mungu akutie moyo, aifunike familia hii na aibariki nyumba hii na kuisimamisha kwa neema yake katika jina la Yesu Kristo. Tuombe. Baba yetu Mungu wa mbinguni, ninakushukuru kwa nafasi hii ambayo umenipa kwa haya machache umeweka kinywani mwangu, nami nimeyaleta kwenye familia hii ili yakawe baraka, yakawe ya neema na yakainue familia hii. We ulisema utabariki nyumba hii, waingiapo na watokapo, utabariki familia hii na jua litawapiga wakati wa mchana wala mwezi wakati wa usiku. Neema ile ile ya kubariki na baraka zile zile ambazo zimekusudia zikaatamie familia hii katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru wewe, unayetoa faraja, utaendelea kuihatamia familia hii, na Roho Mtakatifu ukaendelea kuihatamia familia hii, ni katika jina lipitalo majina yote Jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru, amen. Asanteni sana.